Mimi niko pale naishi, yaani niko na shida nyingi sana, siwezi nitasema aje, nitasema yaani, maanake hata mzee mwenyewe wa alikuja waka, wakamtishia maisha, alipotea, simjui mahali yuko. Msaada nikipiga ripoti kwa chifu hanisaidii, nikipiga ripoti police station cha Simba sisaidiki. Niko na shida nyingi. Juzi wakatoa mazishi tarehe ishirini na sita Niliona nili tu watu wanaenda mbio, sikujua kama kulikuwa kuna nini, kwa sababu nilikuwa ni mimi niko kwa nimekamatwa na mazishi. Sasa nikitoka tu hapo kwa hiyo nyumba, nasikia vita vile vimeanza, nikikimbia mbio, naona ni kijana wangu Moses Munga Chilengeli anapigwa mafimbo, na kuna yule Jira Rimba ameshika hiyo hiyo panga akipeleka hivi akiregesha mpande huu. Sasa mimi niko na shida nyingi sana, watu, wa, watu kumi wavulana wanane wa na, na, na, na mabibi zao. Sasa mimi niko pale kwa ile hiyo nyumba yangu, huyu kijana ndo anamfuata sasa, anambia toka nje tukamalize. Mimi tu naomba serikali iwe katikati na mimi kwa sababu shamba hiyo siwezi, yani, kujeka huru na hiyo shamba ni mateso yako pale. Wakati alipotea, tulienda kupiga report cha Simba Police Station na tuko na OB, wakasema wana investigate that matter. Kabla apotee pia, mzee alikuwa anatishiwa maisha na pia aliripoti hiyo issue, but hawakuchukulia kwa uzito. After sasa wanasema wana investigate huku na huku, na mzee anatafutwa hapatikani. Nilichukua hatua kuandikia DCI director kule Nairobi, nikaenda paka kwa Minister of Interior.